Nini nini hapo? Unasema ama ama nini? Nisikie nini unasema. Mtu unamleta hapo? Ah, sijakuelewa. Umesema kuna mtu unamleta? Ah he

Basi mwanaume wee, unataka kuua yaani? Unakula unalala, yaani kk, unataka kuoa, unampeleka wapi? Unakaa nayo muungani kachumba na sehemu ninachokaa unalala nje, kwenye utapanga? Una hela baba chog? Siku zalau baba samaki, zenyewe hizi tunadunduliza tule, kodi ya nyumba inatushinda Hey, ekua uyaone miliidwaga majumba Eh? Unataka kuoa wewe? Umri kuoa? Ni 26 eh? Kama hapo. Na wakutaka kua wewe msiwananu, nakupenda nakupenda, John, unalishwa <tipi> unaniongezea mzigo mimi, mama yako, kwamba namlisha na wewe na mpenzi wako, si ndio mke wako? Mungu <tipi> Na maana nu namaia kutoa wapi mahali ya kumoa mtoto wa waatarifa? Hey. <tipi> <Mosea, tipi> hapa aana babako, kuna kitu nakusaidia wewe. Toka nilivyoanza kukusomesha mwanangu John mpaka ulipofikia hapo Eh? Baba yako ameshaangia nini? Ndio atachangia mahali, si ndio? Kumbe sasa, baba yako, unapotaka kuoa, si unataka kuoa mi. Nakuruhusu oa na nguvu zote, ila kule ndio ukakae na mke wako. Kwa baba yako uende naye, baba, nimeleta mke na oa. Sawa baba, mimi wala sitaweza. Mtoto wangu nitamlisha nini? Wewe mwenyewe unakulisha mimi maharage na samaki, tena samaki zenyewe mpaka zibaki mwanao

<laughs> Kwa hiyo nikitoka kwenda kanisani, unakaleta kadada kwa watu kama mna kanatuchowa yeah. umwambia ni unaha wapi? <laughs> <laughs> Sasa mwanangu, mama mama ako kuchumbani. Mwanangu mzuri, nimezaa kidume

Aya mwanangu, kama napigiana simu ka kuja kumtambulisha naa aheri moto Mm -hmm. Aheri moto alisema Bibiana. Aheri moto ndo na uona <coughs>

<laughs> Nenda kamletee mwenzio kinywaji huko yeah. Alaka yeah, huko Karobe. Ni mtoto wa, wa Emanueli, Emanueli. Mimi ni watu wa wapi sisi ni watu wa hapo Karobe. Babangu ametokea mtende kama unakufahamu hapa okay. Karobe amejenga babangu ni balozi, huwa anafahamika sana kwa jina lai, ah. Karibu mwanangu, hey. Cha kukuuliza tu, mimi nataka kujua umemtendea nini huyu mwanangu, maana nikula kulala nalea mimi mwenyewe huyu kijana, ana mbele wala nyuma. Ndio maana nataka nikusaidie wewe, kama binti, umemtendea nini sasa, ndio nakuuliza mwanangu. Unajua mnaenda kuishi maisha, maisha unayafahamu, unatakiwa ule wewe, ufae ulale vizuri kwa ndio hivyo mama aliniambia, akishanioa tutaenda kupanga hapa na nileta tu. Baada ya hapo hadi tumeshatafuta chumba kweli, eh hey, hey. mama lombo zilipo hivyo, mama, mmependana kwa hiyo, wana wanafanya sasa shughuli gani mama? Mimi nauza mitumba, kabla Ongea na wa kujishughulisha. Madamu mmependana wenyewe si waingie. Ni

ukakataa anasubiri tu kuletewa mtoto tu. Sasa, ananiambia anataka, ameleta mchumba. Mchumba mwenyewe anakuwaye? analala mtoto akule, ana mimba huyu John wako. Mimi si ndio mamake mzazi Ij niiko jitoa kwake leo iyi ananifanyia hayo yote. Kwa nini asinge niambia mapema? Mi ameniambia mi ndo mwanamke wake wa kwanza, tena anashukuru Mungu amepata mwanamke ina akili ya maisha akufumbe, amekufanyia mambo kama kama, yaani Mungu amsaidie, kama umempenda jo Nampenda John, simpendi akileta kitoto chake nice. Wanasema ukipenda boga unapenda na ua, huwa yes. gani mama mi nipendi kitoto chake mimi, aniletee nikilee, nianze kulea vitoto vya watu mimi? Hapana mama, hapana. Kama John ndio amenifanyia hivyo, hapana mamangu, yani sitaweza, yani amenimiza moyo wangu, kwa sababu mii nilijiwekeza asilimia mia. Nimemwambia baba angu kule, nimepata mwanaume kumbe ameshatia mtu mimba huku, jamani.

nakula nula kule ninasali kapange chumba kapange chumba, kapange chumba na hela. Hela ya soda yenyewe unanikopa mimi, nikupe hela ukanue soda kumbafu. Nakuchekea chekea nnamia na mwanamke nyumbani, nakusemea kwa mjomba wako, mjomba akirudi namambia kwa mtoto anaenda kunipanda kichwani. Kumbafu sana! Mimi nataka kuoa. Unataka kuoa? Unaelewa maana ya kuoa wewe?